Ni sehemu ya tatu ya makala yetu. Tunaendelea na uchambuzi wa kina kuhusu maendeleo ya akili bandia na maisha yetu ya kila siku, hasa katika kipengele cha imani. Hii ni sehemu ya tatu, tunaangalia kwa kina utofauti kati ya akili bandia na akili ya binadamu. Utafiti wa akili bandia daima umechochewa na swali moja la msingi: je, mashini zinaweza kufikiria kama binadamu wanavyofikiria? Kadri teknolojia inavyoendelea, akili bandia inazidi kuiga mchakato wa fikra kama za binadamu, jambo ambalo linaibua maswali mengi na makubwa kuhusu suala la akili, mtazamo, imani na utambuzi wa nafsi. kuelewa jinsi AI inavyofanana na, na mtizamo wa binadamu si tu tafiti za kiteknolojia, lakini pia ni safari ya muhimu sana kwetu sisi kama binadamu, hasa itatusaidia kuzifahamu asili ya fikra zetu sisi wenyewe. Sehemu hii ya tatu ya uchambuzi wa makala hii kuhusu AI ama akili bandia unatofanikisha kuzama ndani zaidi ya uhusiano kati ya akili bandia na utambuzi wa akili ya binadamu, ukichunguza jinsi vyote viwili vinavyofanya kazi katika maeneo matatu tofauti: La kwanza ni kuchakata taarifa, la pili ni kutambua mifumo, na la tatu ni kuzoea mazingira mapya. Hata hivyo, mbali na kufanana huku kuna utofauti mkubwa zinazotia shaka wazo la akili bandia kuweza kuiga mtizamo wa binadamu kwa uhalisia wake wote kwa asilimia mia moja. AI inaweza kuchanganua, kujifunza na kutabiri. Lakini je, inaweza kuelewa, kuhisi au kuwa na utambuzi wa nafsi? Kwa lugha ya kimombo inafahamika kama consciousness. Imeandikwa katika kitabu cha Isaya sura ile 55 mstari wa 8, mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Hapa lipo la kulitizama kwa umakini, hususan katika maendeleo haya ya binadamu alipofikia levu hii ambayo tuko sasa, ambayo tunajaribu kuyatafsiri upya mambo makubwa ya duniani ikiwa ni pamoja na uwezo wetu sisi wenyewe kuumba na kufanya mambo makubwa kama Mungu. Swali linabaki kwamba je, mtazamo huu wa akili bandia na akili ya binadamu tunaweza kuzitenganisha kwa namna gani? Katika kiwango cha msingi kabisa, akili bandia na utambuzi wa binadamu vinafanana katika misingi mikubwa mitatu ya umuhimu. Ya kwanza kama nilivyosema hapo mwanzo, ni kuchakata taarifa ama kwa lugha ya kimombo inavyofahamika kama information processing. Nafasi ya pili inafahamika kama utambuzi wa mifumo kwa lugha ya kimombo inafahamika kama pattern recognition. Tatu na ya mwisho ni uwezo wa kurekebika kwa lugha ya kimombo inafahamika kama adaptability. Sifa hizi za pamoja huwezesha akili bandia kuiga baadhi ya vipengele vya akili ya binadamu. Hata hivyo, pia zinaangazia mipaka ya akili bandia ikionyesha utofauti mkubwa na wa msingi zinazoweza kutenganisha akili bandia na ubongo wa mwanadamu. Katika nafasi ya kwanza, suala la kwanza la msingi ni uchakataji wa taarifa na uwezo wa kubadilika. Dharuba zote mbili, akili bandia na akili ya binadamu kuchakata taarifa kwa kupokea maingizo ama kwa lugha ya kimombo input, kuyachambua na kuyajibu ipasavyo. Hata hivyo, tofauti kubwa ipo katika mifumo yao ya kufanya kazi. Kwa mfano, akili bandia yenyewe hutumia hifadhi data kubwa na mifumo ya kiisibati kuchanganua na kupanga taarifa kuiboresha majibu yake kwa muda kupitia na kujifunza kwa mashine ama kwa lugha ya kimombo inavyofahamika machine learning. Aidha, kwa upande wa binadamu, yeye huchakata taarifa kwa kutumia hisia, uzoefu, kumbukumbu -kumbu, hisia za mihemko na utambuzi wa ndani. Ingawa AI inaweza kubadilika kulingana na maoni au mafunzo vile kuboresha utambuzi wa sauti au kuimarisha matokeo ya utafutaji, uwezo wa kubadilika kwa binadamu ni wa kina zaidi. Tunaweza kufanya maamuzi tukitegemea hisia, uzoefu wa zamani na maadili ya kibinadamu, mambo ambayo akili bandia haina uelewa wake ni wakiisibati peke yake. Imeandikwa katika kitabu cha Mithali sura ya ishirini mstari wa ishirini na saba nao unasema roho ya mwanadamu ni taa ya Bwana ikichunguza sehemu zote za ndani. Utofauti mwingine upo kwenye utambuzi wa mifumo na uwezo wa kufanya kazi. Kutambua mifumo ni sifa ya umuhimu sana inayoshikiliwa na akili bandia pamoja na binadamu Tukianza na akili bandia yenyewe hutumia algoriti za ujifunzaji wa kina ama deep learning kimombo, kutambua mifumo katika picha, sauti na data, jambo linalowezesha programu kama utambuzi wa nyuso na ugunduzi wa ulaghai. Kwa upande mwingine, binadamu hutambua mifumo kupitia uzoefu wa hisia na angavu kwa jina inayofahamika kimombo kama intuition, jambo linalowezesha kuelewa mawazo ya kifalsafa sanaa na hisia za binadamu. Licha ya uwezo wa akili bandia kuchakata data nyingi kwa haraka, binadamu wana faida kubwa sana na ya muhimu inayosaidia kwenye upande wa ufahamu wa dhana zisizo za moja kwa moja. Akili bandia inaweza kutambua uso, lakini haijui mtu huyu ni nani. Akili bandia inaweza kuchambua muziki, lakini haiwezi kuhisi hisia zake. Imeandikwa katika kitabu cha Samueli wa Kwanza sura ile ya kumi na sita mstari wa saba kwa maana Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Binadamu hutazama uso wa nje, bali Bwana huangalia moyo. Jambo la tatu ni uwezo wa kubadilika katika mazingira yanayobadilika. Zote akili bandia pamoja na akili ya binadamu huweza kurekebisha tabia zao kulingana na mazingira mapya, lakini hufanya hivyo kwa njia tofauti. Akili bandia huwa na uwezo wa kujifunza kupitia argoti zinazojirekebisha kulingana na maingizo mapya. Kwa mfano, gari lililoendesha linavyobadilika kulingana na hali tofauti za barabara. Binadamu yeye hujifunza na kubadilika kupitia hoja, ubunifu na akili pamoja na hisia. Tofauti kubwa hapa ni utambuzi wa nafsi self awareness. Binadamu hawajibu tu mabadiliko, badala yake huwa wanayaelewa, wanayahoji na hata mara nyingine kuyapinga. Akili bandia kwa upande mwingine kufuata mifumo ya kujifunza iliyowekwa bila kuwa na ufahamu wa kile kinachofanywa. Tofauti kuu kati ya akili bandia na mtizamo wa binadamu ni moja: utambuzi wa nafsi dhidi ya ukomo wa kihisabati. Moja ya mapungufu makubwa ya akili bandia ni ukosefu wawelewa, wa uelewa wa kweli. Akili bandia inaweza kuandika maandishi, kucheza chess na hata kuandika mashairi na kufanya kazi ngumu, lakini hufanya hivyo bila nia ya kujitambua. Akili bandia haifikiri, inahesabu. Akili bandia haina utambuzi wa nafsi, hisia, wala uzoefu wa kibinafsi. Binadamu kwa upande mwingine, wana utambulisho wa nafsi, hisia za binafsi na uwezo wa kutafakari juu ya maisha yao wenyewe. Jambo la pili ni intuition pamoja na ubunifu. Ingawa akili bandia inaweza kuzalisha maudhui mapya kwa haraka kwa kutumia data kubwa, ubunifu wa kibinadamu hutokana na msukumo wa ndani, hisia na tafakari ya kina. Akili bandia inaweza kuiga mitindo ya sanaa, lakini haiwezi kupata hisia halisi ya kisanaa. Akili bandia yenyewe huunda picha au mziki kulingana na mifumo iliyopo tayari. Binadamu huunda kazi za kipengele zenye msukumo wa hisia, uzoefu na mawazo ya ubunifu, jambo ambalo linaweza kupelekea akazilisha kazi mpya ambazo ni za tofauti kila kukicha. Ila hata hivyo, sababu sanaa, mziki na hadithi zinazotengenezwa na akili bandia mara nyingi huishi hukosa uhai hazina roho na undani wa ubunifu wa kibinadamu. Swala la tatu ni maadili na uamuzi wa kimaadili. Akili bandia haina dhamira ya asili ya kimaadili. Inafanya maamuzi kulingana na data, lakini haina msingi wa kimaadili wala haina huruma. Akili bandia huhukumu kwa kutumia mantiki na uwezekano wa kisibati, binadamu hukumu kwa kuzingatia maadili, haki na huruma. Kwa mfano, algoriti ya akili bandia katika utekelezaji wa sheria inaweza kumtambua mtu kama mtuhumiwa kulingana na mifumo pamoja na data, lakini haiwezi kuelewa muktadha wa kimaadili, haki na usawa wa binadamu. Sasa tumeufahamu utofauti uliopo kati ya tunachokiumba pamoja na sisi wenyewe. Ndugu yangu, unapaswa kufahamu hiki kilikuwa ni cha umuhimu sana kuiweka nafasi hii ya tatu inayotuonyesha utofauti kati ya binadamu na hii akili bandia ambayo tumeiumba lakini ambayo tunaendelea kuipa nguvu kwa kiwango kikubwa. Katika nafasi ya pili umepata kujifunza historia yake ni kama ilikuwa inaandaliwa kuanzia miaka ya 1900 mpaka wakati wa sasa, ambapo matumizi yetu ya akili bandia yamekuwa ni makubwa kiasi cha kwamba tunaitegemea zaidi kuliko hata tunavyotegemea kuishi kwa kutumia akili zetu wenyewe. Yako mengi ya msingi ambayo tunapaswa kuyafahamu. Nataka utege sikio lako na ujiandae kwa maana sehemu ya nne tunakwenda kina sasa kuangalia makosa yaliyofanyika kutokana na utambuzi huu pamoja na maendeleo haya. Yako mengi ya kujifunza ambayo yatakuacha mdomo wazi katika nafasi inayofuata. Mungu akubariki na akuandaye ili aifunue akili ya yako upate kuupata huu ufunuo. Mungu akubariki.